Tanzania imeanzisha ukaguzi wa huduma za umma nchi nzima. Serikali imezindua ukaguzi wa kina wa rasilimali watu katika sekta ya umma, ukaguzi ambao unachukuliwa kuwa mmoja wa tathmini za kina za nguvu kazi katika miaka ya hivi karibuni, huku Tanzania ikiharakisha mpito wake wa kidijitali ili kuboresha ufanisi, uwajibikaji na utoaji wa huduma. Akiwa katika mkutano na waandishi wa habari tarehe 12 Desemba 2025, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Usimamizi wa Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, alisema ukaguzi huu unalenga kubaini mapungufu ya ujuzi, kuweka idadi ya wafanyakazi ipasavyo na kuhakikisha nguvu kazi ya umma inaendana na malengo ya maendeleo ya taifa. Tanzania kupitia taasisi zake kama Wakala wa Usajili, Ufilisi na Leseni RITA na Ofisi ya Rais, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, imeanza mchakato wa ukaguzi wa kina wa utendaji wa huduma za umma kote nchini, kwa lengo la kuboresha ubora, ufanisi, uwazi na kupunguza urasimu ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa haraka, hasa katika sekta kama afya, elimu, leseni na uendeshaji wa mashirika ya umma. Malengo makuu ya ukaguzi huu ni kama ifuatavyo: Kuboresha huduma: kupunguza muda wa kusubiri na kurahisisha upatikanaji wa huduma. Uwazi na uwajibikaji: kufichua changamoto na kuweka wazi utendaji wa watumishi. Kupambana na rushwa: kuzuia na kupunguza vitendo vya rushwa katika utoaji huduma. Ufanisi wa rasilimali: kuhakikisha fedha za umma zinatumika kwa ufanisi. Nini kinakaguliwa? Utendaji wa taasisi na idara mbalimbali za serikali. Mchakato wa utoaji huduma kwa wananchi. Mfano, kupata hati, vibali, huduma za hospitali, upatikanaji wa vifaa na rasilimali. Jinsi unavyoweza kufaidika kama mwananchi, unaweza kushiriki kutoa maoni au malalamiko kuhusu huduma unazopokea kupitia njia rasmi. Hii ni hatua muhimu sana inayolenga kurudisha imani kwa umma na kujenga utawala bora. Kwa hiyo tunafuatilia kwa karibu matokeo yake. Alisema waziri wa nchi ofisi ya rais, usimamizi wa utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete.